Tuelekee kaunti namba 40 sasa, ambapo serikali ya kitaifa kupitia wizara ya fedha inalenga kutoa mafunzo kwa maofisa wa serikali wakiwemo wale wa utawala kuhusu jinsi ya kurekodi hatua za maendeleo katika maeneo humu nchini. Kwa mujibu wa katibu katika idara ya kiuchumi Bonifasi Makoha, hatua hiyo itasaidia serikali kufuatilia miradi yake mashinani na kuboresha utekelezaji wake. Alikuwa akizungumza katika eneo la Nambale. Katibu huyo kadhalika amedokeza kuwa serikali itaanzisha mpango wa kuwajumuisha Wakenya katika kutoa maamuzi kuhusu maendeleo mashinani.